tena yuko kwenye kaburi kaburi limezikwa jipya, yuko pale analia, lakini kile kilio yani kimepindukia, hakiko sawa. Na pia mtume akajiuliza mpaka akafika kaburini, pia huku fakala akamwambia rasulullah sala salam akamwambia yule mwanamke ambaye alikuwa analia, akamwambia hivi

unayenambia haya maneno ya mimi nifanye subira, nimche Allah, niache, ni lam tusib bi musibati, hujafikwa na msiba nilopata mimi, msiba mzito, wala mtaarifuhu. Huyu mwanamama hakumjua ni nani, anasema naye ni nani, anamrudishia yale majibu. Fakhila laha, kaambiwa innahu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, unayemwambia ni mtume <coughs> rehma na amali zimwendee. Akaingiwa na hofu, akajua nimeharibu, ile majibu nilitoa si sahihi. Haya kustahiki nimpe mtume sallallahu? Hapana, niende kwake nikaombe msamaha nikatoe udhur. Fa atat baba nabii sallallahu alaihi wasallam, akaja mpaka nyumbani baba, yani kwenye mlango nyumbani kwa mtume nyumbani, kaenda mpaka nyumbani falam tajid falam tajid indahu bawabina, hakukuta mlinzi yote bawabina. Ni wale wanaosimama mlangoni, wakati unaingia kuruhusu, piga wodi kabla ya kwenda kuingia, una shida gani, una nini, akuruhusu au achukue idhini, yule ndio akuruhusu au ndio ito bawabina. Cha ajabu, huyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakuwa na mlinzi peke yake ndani na wala hakukuwa na mtu, nadhani watu wake walikuwa kwenye shughuli zingine huko peke yake Mtume akafungua kufungua gonga le mwanamke mtu akafungua akamwona mwanamke fakhalat, akasema yule mwanamke kama akamjua, lakini sabisi ndio yule ndio mwambia paleuo mwanamke akaanza kutoa udhuru lam a'rifuk, sikukujua, sikukufahamu ndio maana mimi nimetoa majibu niliyotoa yaani, maana yake ni hivyo. Kwamba nipe udhuru ya Rasulullah faqala inna as-sabr mama wewe mwana mama wewe hakika subira inda sadamatil ula ni pale unapoonjwa mara ya kwanza, pigwa la kwanza unapopigwa kile kinachokufika ufanye subira. Muttafaqun alayhi wafi riwayati lmuslimi, katika riwaya ya Muslimi, huyu mwanamke hali aliyokuwa nayo pale na pari, alikuwa analilia kitu gani? Tabki ala sabii laha, akimlilia kitoto chake cha kike kilichokufa ambacho tayari kimezikwa. Hapa ndugu zangu, tunajifunza isigani kwenye misiba, tuwe na subira, tuwe na subira na katika vitu ambavyo vinazo vinavyokatazwa, kilio kwenye kaburi hakiko vizuri, kilio ni nyumbani. Akifika mtu anaanza kulia pale makaburini yani, na ameenda kwa shughuli maalum, atafika mahala atavuka mipaka, atafika kuomboleza tu, lazima atafika, atazungumza, atafika. Atafika. Maneno ya hatari atakwambia, hapana, wewe nenda. Lakini mwanamke hakujua nini, hakujua anachokifanya kumbe, yale ni makosa. Na alipopewa nasaha pia akawa mzito kuzipokea, bali akatoa alichotoa. Lakini ndio hivyo. Kwa hiyo mwanamke, dakika za mwisho, huyu ndugu zangu alikosa nini? Alikosa ujira wa msiba, ndo maana yake. Katika vitu muhimu, anapofiwa mtu, anapofiwa ni ile subira

yale maneno unapoyasema maneno yale yanakuwa na thamani zito mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya pale, kulia haja kwa kuja katazwa, lakini si ni kaburini. Yani leo unaamka unasema bwana ikaburi siku ya pili ya tatu, ah, si umekumbuka nini? Hapana, kulia pale, hii ni rehema Mwenyezi Mungu ameiweka. Baadaye watu wakimaliza kuzika na ni basi ndio tena baada ya hapo. Na Mwenyezi Mungu pia akaumba kusubiri, na akaumba ameumba nini? Ameumba ule kufanyaje, kusahau E, nayo ni neema. Kwa sababu watu wangekumbuka tu, kila siku unakumbuka tu baba yangu mzazi, mama yangu mzazi, jinsi alivyokuwa anakaa na wewe kila siku, wewe ni mgonjwa. Lakini Allah analeta kusahau, kusahau, mpaka baadaye unazoea inakuwa kawaida tena, unaanza maisha yanaanza mengine.